Leo tunaangalia tuangalie breadboard. Hivi ni vitu muhimu ambavyo tunavihitaji katika katika prototype prototyping ya robots ambazo tunakuwa tunazifanya. Kuna wakati ambao unatakiwa ufanye kwanza concept, uweze ku prove concept yako ambayo uko nayo kabla kuenda kufanya kuchomelea vifaa vyako ambavyo umevitengeneza kabla hujatengeneza PCBs na kwenda kuchomelea kwa namna ya kuweza ku prove this concept, tuna hiki kitu kinatusaidia sana sisi kuweza ku, kukitumia kwa ajili ya kuweza kutengeneza ile connections, ambazo zinakuwa ni simple connections. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia hii, inaitwa breadboard. Tunakuwa tunatumia pamoja na jumpers. Hizi ni jumper wires. Kwa hiyo hizi ndio ambazo zinatusaidia sisi kuweza kutengeneza connections za, za umeme kwa, kwa urahisi zaidi. Maana tunaweza ku connect vifaa vyetu sisi kama ni sensors na microcontrollers na actuators, tuka tukaweza kuziunganisha kuzi, kuzi huko kwenye kwenye breadboard. Kwa hiyo maana yake kwa mtu yoyote ambaye anajifunza robotics hiki ni kitu cha muhimu sana kwa wanacho, kwa sababu kitakusave vitu vingi sana hasa katika kupunguza gharama ya kuweza ku nguza sana vifaa vifaa vyako kwa sababu ukitaka kila kitu uchukue uende ukafanye soldering utakuta inaku, inaku, inakugharimu pia kuweza kubadilisha vifaa kila, kila, kila wakati ambao umekosea kufanya soldering au kile kifaa kijafaa. Lakini ukifanyia hapa, maana yake ukisha, kama umekamilisha kitu chako kimekaa vizuri, unaweza uka, ukatoa sasa, ukaenda ukafanya ukafanya soldering baada ya kuwa umetengeneza PCB umeshaanza ku design, unatoa design nataka na tuweze kuangalia kwenye hizi jumper zetu, tunakuwa tuna jumper tuna jumpers za aina za tatu. Ya kwanza tuna hii female to female. huku unaona huku kote kuna, kuna matundu upande mmoja moja na upande wa pili ote kuna matundu. Hizi zinaitwa female to female. Lakini tuna aina ya pili ambayo ni male to female. Hii unakuta ina, ina tundu upande mmoja, upande wa pili ina hii pini ambayo unaweza ukaingiza hapa kwenye hili tundu. Hii inaitwa ni male to female au female to male. Lakini tuna ya tatu ni male to male. Hii male to male yenyewe kote inakuwa ina hizi pini, so hizo ni jumpers ambazo tunazitumia sisi katika prototyping za projekti zetu lakini sasa tuna, tuna hii breadboard. Hizi jumpers ndio watu tunazitumia sasa katika, katika hizi breadboard na katika pia katika hizi vifaa vyetu vya microcontrollers tunatumia hizi jumpers. Sasa hii breadboard yenyewe ina ina vitu vinaitwa power rails, yaani ina, ina njia ambazo zinapitisha power ukiangalia hivyo kaa ka, imekaa ni mstatiri kwa, kwa urefu kutoka upande huu mpaka upande huu. Kwa urefu wake, hizi njia zimeungana, zimeunganishwa kutoka hapa mpaka hapa. Zimeungana, zipo katika, zipo katika reli moja. Hizi zipo katika reli moja ukienda, hizi katika, katika reli moja. Lakini ukija kwa upande wa upana, ukitoka huku kuja huku ziko tofauti tofauti. Ukiangalia ina, ina, ina, ina sehemu kama imegawanya. Kipande cha kwanza ni hiki hapa kwa, kwa urefu hapa, pana nyekundu pana blue, positive kwa negative. Alafu kinachofuata utaona kuna herufi zimeandikwa hapa, kuna A B C D E, hiki ni kipande cha cha pili. Sehemu inayofuata utaona kuna E F G H I J. Kipande cha tatu. Kipande cha nne pia kipo kama kile cha kwanza, kuna positive kuna, kuna negative. Sasa tukianza upande huu, hii njia ya kwanza hii, ukienda kwa urefu, hizi zimeungana, zimeungana mpaka hapa, unakona pamekatwa hapa, lakini huko kote kume kumeungana na hii, kutoka hapa mpaka huko kote kume Imeungana. Na njia inayofuata ya pili pia ni hivyo hivyo. Hii yote imeungana hii, hii. Kwa maana ukiweka, ukiweka kitu hapa ukapima ni, ni, utachokipata hapa moto ni ule ambao pia unakuwa unapatikana huko. Yaani zinakuwa zina continuity, tunaita continuity. Lakini tukija hapa kwenye zina, zina, zina hizi section ya pili hapa. Hapa kuna A B C hizi zenyewe hazijaungana kwenda kwenda huko. Zenyewe zimeungana kuja hivi kwa a b c d hizi na zina zina, zina, zina, zina, zina mahusiano huyu na huyu na huyu, zote zina zina mahusiano kwa, ukitaka connect ziwe tofauti, maana kitaku kulazimu uconnect wa kwanza na wa pili, zinakuwa ziko tofauti. Lakini ukiconnect a na b zote zinakuwa katika katika reli moja. Kwa hiyo ni sawa pia na hiki kina, kinachofata kina kwa hiyo zote hii njia yote inakuwa ina, ipo katika reli moja, pa reli moja zote ziko katika, katika reli moja. Kwa hiyo hizo ndo namna ambavyo breadboard imetengenezwa. Reli za huku pembezoni zimeenda zime huku, reli za hapa zimekatisha hapa, ni sawa na huku pia. Sasa ukiwa tuna kazi yetu si taa kufanya hii, ya huku mwisho imewekwa positive hii huko mwisho mwiko negative, kwa maana yake unakuwa una kuna, una connection zako wewe ambao moja ni unataka ipitishe positive power. Kwa hiyo utachomeka hapa, ukichomeka hapa, ukishochomeka hapa, wewe ya mpa yako, maana ni kwamba hii rail yote hii yi, imepokea positive. Kwa hiyo ukihitaji kwamba una una device labda zaidi ya tatu zote zinahitaji positive, kwa hiyo utakuja utachomeka sehemu yote kwenye matundu, popote pale utapata positive yako utapata ile pamba unahitaji. Ukisema unataka utumie uchomeke negative, hata nisema negative nikachomeka hapa, kwa maana yake hii sehemu yote hii yote inafuata ina ina negative, kwa sababu mimi sihitaji tena kuchomeka negative tena kwenye kwenye microcontroller yangu, kwa sababu yenyewe kwa ina ina ports chache, lakini mina device nyingi ambazo zinahitaji zote zingie positive, zingie negative. Kwa hiyo mimi nakuja huku emezote na na sasa ni kwenye kwenye ni na na ni hizi hizi, njia moja. Kwa hiyo hii kazi yake kubwa ni kuweza kuturahisishia sisi wakati tunafanya development iweze kutupa sisi urahisi wa kuweza kupata hizo njia ambazo tunazihitaji. Kwa hiyo hii inaitwa breadboard, na namna kuitumia tunatumia kwa kutumia hizo jumpers, na pia kuna sensors ng naeza ukachumika direct hapo, sensors ambazo zinakuwa zina pin ambazo ziko sawa na hizi male jumpers, unaweza ukachumika moja kwa moja hapo na, na ukafanya vizuri project yako na ikaisha vizuri. Tutaangalia na mifano ya project ambayo tunaweza tukatumia sisi hii breadboard. Tumegusia pia jumpers, tumeshajifunza pia kuhusu actuators, microcontrollers, sensors. Kwa hiyo tutafanya project ambayo itahusisha hivi vitu vyote, tuweze kupata ile uelewa wa jumla wa kitu ambacho tumejifunza tangu tumeanza hii series yetu ya